Hili ni tukio kubwa la Cheka Kista ambalo limefanyika siku ya hapa leo katika uwanja wa bomba mbili hapa parokia, ambapo kulikuwa na tukio kubwa sana. Moja ya kitu ambacho watu wengi wameenjoy ni namna ambavyo wasanii wameweza kuperform kwa kiasi kikubwa sana. Angalia jinsi ambavyo Eliudi Samwel, angalia jinsi ambavyo Leonardo amefanya, miso misondo amefanya kazi kubwa sana kiukweli. Mwitikio ulikuwa ni mkubwa sana kwa wananchi wa Songea na maeneo ya karibu wa na, watu wa maeneo ya Namtumbo wamekuja hapa kwa wingi, libango wamesikuja lakini lakini mrango waluwegu wamekuja, wa Songea na maeneo yake yote wamekuja kwa ukubwa zaidi. Historia imeandikwa hapa Songea, watu wamejitokeza kwa wingi sana. Miongoni mwa vitu ambavyo watu wengi walikuwa wanavitamani ni kuona kama hii kitu Cheka Kista imefanyika na historia imeandikwa Cheka Kista tano za bosi zimehusika hapa

nataka niwapongeze sana sana wa wa Tanzania na ni wazaa mkoa wamefanya jambo la maana sana kukutanisha itefue wa Tanzania na ni wazaa wa mkoa huu wa Ruvuma. Mji wa Songea ni moja ya ile inayokua kwa kasi uo Takwimu za Benki ya Dunia zinaonyesha hata kuna watu laki tano na takwimu zao za mwaka elfu mbili na ishirini na mbili watu laki tano ni wapo wengi. Na mtu unapokuwa unakuwa na vionjo vyake, moja ya vionjo vya nchi ni pamoja na kuwa na shamba shamba shamba shamba nchi zinafanya watu stani, watu wahurudike na kupunguza stress kama kuna shanga shanga eh, na magonjwa ya nyerezi yanakuwa mengi, stress zinakuwa nyingi, upweke unakuwa mwingi, na hatimaye unaweza kukaa wengine kujiua na wengine kupata vichaa. Io dunia, miji mingi sana kikuta kuna watu wengi wanajiua. Moja sababu ni kwamba kuna upweke mwingi. Upweke maanayake lo stress yenyewe. Kwa hiyo dawa ya stress kwa hiyo Site FM wamefanya jambo la maana kutukutanisha hapa kwenye kwenye matukio kama haya, lakini niseme kwa ufupi kuhusu hao Site FM. Tumezoea kufikiri mwekezaji lazima awe kutoka nje ya nchi, mwenye ngozi nyeupe ndiyo analeta mitaji. Homera ni mkuu wa mkoa wa Mbeya kijana mfupi sio mweusi sio mweupe, lakini si mnene si, ana ana sifa moja, sifa ya uzalendo, ya kuhangaika na maisha ya watu. Kitendo cha kuanzisha Saitefo ni ushahidi tosha kwamba huyu ni mzalendo, anataka kuwekeza nyumbani kwao. Angeweza akajenga jengo la ghorofa akae Dar es Salaam akaishi yeye mkewe, lakini yeye uwekezaji wake wote nimkoofu. Wajibu wetu sisi tuliomwasha ni kumsapoti, tunamsapotile ejewako zudija hapa na kiingilio hiki na kusema mazuri anayoyafanya kwa faida ya Watanzania wote. Kwa hiyo tafadhali sana, tunapo mtanzania mwenzetu anaweza anaweza kujituma kajinyima anachokipata na kawekeza kumpe sapoti kwa maendeleo yake na kwa maendeleo ya kiuma. La pili, niseme kwamba mwanadamu yeyote ameumbwa apumzike masaa manane afanye kazi masaa manane na astarehe masaa manane.

Tuna moja ya shuhuda ambaye ameshuhudia tukio hili kwa ukubwa zaidi. Ndugu yangu, mambo vipi? kama kama kama kama. unaitwa nani? naitwa Kazawa bana. tukio la cheka kista kwako kwa wewe umelipokeaje na umelionaje? Uh, uh, nachokiona kwamba ni vibe tu, kila kitu kimeenda sawa. Matukio unjua, sisi sii songea tunahitaji burudani sasa hivi. Upande wa kiuchumi, kisiasa tuko vizuri, na vijana wengi wameherimika, wanatafuta hela Nausi bana, watu wameacha kukaba watu wameacha ujambazo, watu wameacha uhuni, watu wameacha... right now, watu wameacha wameacha mavitu kibao. now watu wana focus kutafuta pesa nini lakini hawana matumizi nazo. Watu wameshaekeza kwenye biashara uh, maisha kitu kibao watu wamejenga, watu wamepanga, watu wamepanga, manini. Lakini zi, kuna time inabidi kuenjoy. So big shout out kwa wale wote ambao wameandaa kitu cheka kista. Mimi nimecheka. Yeah, nimeenjoy. Congratulations for all waliounda mchongo. Ana shukran sana. Huyo ni moja ya watu ambao wameweza kushuhudia hilo tukio kwa ukubwa. Yeye yeah, anachoaminisha kwamba watu waandaye matukio ili watu waweze kukutana, kwa watu wanakutana, jambo limekaa vizuri sana sana kwenye cheka kistaa. Kama ambavyo nimekwambia, mashuhuda wamekuwa ni wengi sana na hapa tunaye moja ya watu ambaye amehudhuria leo cheka kistaa. Labda pengine uh, dada yangu, habari ya wakati huu Habari yako? Nzuri sana ah. Umeiona cheka kista, na nini kimekusukuma kwanza kuja hapa? Na baada ya kuja, je, kile ulichokuwa unakitarajia umekipata? Ndiyo, nimekipata. Kwanza kabisa kitu ambacho kimenisukuma kuja kuangalia masta ambao nawakubali sana, akiwemo Eliudi pamoja na Leonardo, lakini nimefurahishwa kumkuta Jaki Mgoni ambaye ni mgoni mwenzangu. Good performance ambayo ameionyesha leo kwa kweli ni kitu kizuri, nimefurahi na naamini kiingilio ambacho nimelipia akijapotea bure Pengine matukio haya Songea yamekuwa ni nadra sana, yanapokuwa yanafanyika kama hivi, mnatamani labda yawepo mengi ya kwa ajili yes, ya kuwakutanisha pamoja? Tunatamani haya matukio yawe endelevu, yasiishie leo, yayo yanaleta mara kwa mara, kwa sababu hii inatujengea sisi hata kujisikia amani, furaha, kwa sababu unapokuja kwenye maeneo kama haya ni sehemu mojawapo ya kuondoa stress. Kwa hiyo tunatamani matukio kama haya yasiishie leo, yasiishie leo, yendelee kuwa endelevu. Nakushukuru sana. Shukrani sana. Sawa sawa. Samaji sana. Lakini pia tunaye mtu mwingine ambaye ameshuhudia cheka kista siku yapa leo, anaweza akazungumza ni kwa namna gani ambavyo ameweza kusherehekea. Dada, mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Ti. Ah, pengine uh, tukio hili la cheka kista kwako wewe, nini hasa kimekusukuma leo kuja hapa? Kilicho nisukuma mimi kwanza kanije nione nani na sasa Eliudi Samwel. Okay, uh, Eliudi Samwel umemwona kile ulichokuwa ulichokunakitarajia kukipata umekipata? Eh, nimekipata. Pengine unawashauri nini sasa wanaoandaa matukio haya kwa wakati mwingine? Nini wakifanye au unatamani matukio yafanyike kwa muda gani pia? Yafanyike tu kwa hivyo hivyo, yani mimi nimeelewa sho. mm-hmm. Okay, mimi nakushukuru sana. Unawakilisha mtaa gani hapa Songea? Majengo <laughs> Okay, shukrani sana. Salimia Majengo. Shukrani sana.